Baba yangu na Mungu wangu ketie mbinguni mahali pa juu sana palipoinuka, ninakushukuru Yesu kwa neema ya kipekee ulionipatia siku ya leo. Asante Bwana kwa kuniamsha nikiwa mzima wa afya. Bwana, asante Yesu kwa neema ya uhai ulioachilia ndani yangu Bwana. Ninakushukuru Yesu, ninakushukuru. Asante Bwana kwa neema ya kipekee e, eh Yesu. Asante Bwana kwa kunitunza na kunilinda. Asante Yesu kwa kuwa upande wangu. Ninakushukuru Bwana kwa uzima ulionipatia. Ninasema asante Bwana kwa neema ya uhai ulioachilia ndani mwangu, e Bwana. Asante Bwana kwa ulinzi wako Bwana juu ya maisha yangu. Asante Baba yangu na Mungu wangu, wewe uliye mwema. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Yesu. Asante kwa kunitunza na kunilinda Bwana. Asante kwa kuhifadhi maisha yangu. Asante kwa kulinda Bwana maisha yangu na familia yangu. Asante kwa kunitunza na kunimalisha katika neema yako. Nilipolala nilala kama mfu, lakini Bwana katika neema yako umeniamsha nikiwa mzima wa afya. E Bwana Yesu, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Bwana asante kwa neema yako. Asante kwa ulinzi wako Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu na Baba yangu. Wewe ni mwema sana kwangu, wewe ni mwaminifu. Asante kwa baraka ya amani. Asante kwa neema hii Bwana. Ninakushukuru Mungu wangu, ninakutukuza. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa matendo yako makuu, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako Bwana. Ninakushukuru Yesu, ninasema asante Bwana, ninasema asante Mungu wangu. Asante Bwana kwa kunitunza na kunilinda. Asante kwa kuhifadhi maisha yangu. Asante Asante kwa kunitenga mbali na roho zote zilizokuwa zikinyemelea maisha yangu Baba. Asante Yesu, asante. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, asante kwa matendo yako makuu Baba. Ninakushukuru Yesu, asante kwa kunilinda, asante kwa kunihifadhi, asante kwa kunitenga na maharibifu. Asante Bwana, asante Yesu. Asante Bwana, asante Mungu wangu, ninakushukuru Bwana, ninasema asante Yesu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema kwangu Yesu. Asante kwa uaminifu wako juu ya maisha yangu. Hujawahi kuniacha kamwe Bwana, hujawahi kuniacha kamwe juu ya maisha yangu. Wewe ni nguvu zangu, wewe ni maisha yangu, wewe ni mwaminifu sana. Asante Bwana, asante Yesu, asante mfalme, asante Bwana. Wewe ni mchungaji wa maisha yangu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ulinzi wako asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, asante kwa huruma zako, asante kwa kunitunza mimi pamoja na watoto wangu. Umetulinda Bwana usiku mzima, tumelala katika amani yako na kuamshwa katika hiyo amani yako. Kuna waliolala lakini hawakupata nafasi ya kuamka. Mimi ni nani Bwana? Umenitunza na kunilinda mimi na familia yangu, umeepusha mabaya juu ya familia yangu, umeepusha mikosi juu ya familia yangu, umepusha kila namna yoyote ya uharibifu juu ya maisha yangu. Bwana nakushukuru, Yesu ninakushukuru, mfalme ninakushukuru. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Yesu. Wema wako na fadhili zako zinanifuata siku zote za maisha yangu ninakutu kumtukuza Bwana ninakubariki Yesu ninakuinua mfalme wa falme. Wewe ni mwema Bwana wewe ni mwema Yesu. Nchi na vyote vijazavyo, dunia Bwana ni mali yako. Asante Bwana, asante Mungu wangu, asante Jehova. Hakuna kama wewe Bwana. Asante kwa kunitunza, asante kwa kunilinda, asante kwa kuniokoa, asante kwa kunitunza, asante kwa kunihifadhi. Baba wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema, hakuna kama wewe, matendo yako ni makuu, wewe ni mwaminifu Bwana. Ninakutukuza, ninakuinua asubuhi ya leo, asubuhi ya leo narudisha sifa zote mikononi mwako. Ninakuinua, ninakubariki Bwana, ninakutukuza kwa wema wako, ninakubariki kwa fadhili zako. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mwema Bwana, hakuna kama wewe, dunia na mbinguni. Wewe Bwana umeinuliwa, matendo yako ni makuu. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni niko ambaye niko uliyeko na utakaendelea kuwako. Matendo yako ni makuu, Bwana unastahili Yesu, kupewa sifa unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa mbinguni unastahili, Bwana asante Bwana, asante kwa kuwalinda na kuwatunza ndugu zangu wote mahali popote pale walipo, kwa majina yao unawafahamu. Asante Bwana kwa kulinda ndugu na majirani wote. Asante Bwana kwa kuhifadhi maisha ya watu wote wanaonizunguka Baba. Asante Yesu, asante, asante kwa wema, asante kwa fadhili, asante kwa matendo yako makuu, asante kwa huruma zako. Asante Bwana kwa kuwa nuru yangu na wokovu wangu asante Bwana, asante Mungu wangu. Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana. Ninakutukuza, ninakuinua, ninalibariki jina lako Bwana. Asante kwa asubuhi njema iliyo iliyojaa baraka nyingi. Asante kwa asubuhi iliyojaa upendo mwingi. Asante kwa asubuhi yenye uweza na nguvu nyingi sana. Asante Bwana, asante Yesu, asante kwa kunipa siku nzuri, asante kwa kunipa siku njema. Asante kwa kunipatia Bwana wakati mwingine tena. Asante kwa kunipa nafasi nyingine maishani mwangu. Asante Bwana, asante Yesu. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni maisha yangu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni msaada wangu. Pasipo wewe mimi si lolote. Ninakushukuru Bwana, asante kwa kuwa upande wangu, asante kwa kuwa kimbilio langu. Asante kwa kuwa ngome yangu, asante kwa kuwa msaada wangu Baba. Ninakushukuru Yesu, asante Bwana, asante. Asante kwa uweza wako, asante kwa maisha yangu Baba. Ninakutukuza Yesu, ninasema asante. Wewe ni mwema Bwana. Ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Neno lako linasema ya kwamba heri aliyesamehewa dhambi zake na kustiriwa makosa yake heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. e Bwana, nasogea mbele zako, maana ana heri yule aliyesamehewa makosa yake. Na mimi kwa unyenyekevu mkubwa ninasogea chini ya kiti chako cha rehema. e Bwana, naomba unirehemu Yesu, naomba unirehemu nitakase, Bwana, nisafishe kwa damu yako takatifu, mahali popote nilipoenenda kinyume na mapenzi yako kwa kujua ama kwa kutokujua, kwa kuwaza, kwa kusikia, kwa kunena, kwa kutafakari, kwa namna yote ile, e Bwana ninaomba unitakase, ninaomba unisafishe, nioshe makosa yangu, nitakase makosa yangu, nitakase, nisafishe. E Bwana, ondoa udhalimu wote ndani yangu, ondoa matendo mabaya ndani yangu, ondoa hukumu yoyote ndani yangu. E Bwana, niondolee, nifutie makosa yangu. Futa hatia zangu Bwana, kwa hiyo sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana, futa makosa yangu, ninaomba unirehemu Bwana, ninaomba unitakase Bwana, usinihesabie upotovu, usinihesabie dhambi ndani yangu, usinihesabie makosa ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba asante, Yesu asante, pokea sifa na heshima uweza na nguvu vinawe, baba yetu na mungu wetu. Asante Bwana, asante Jehova, asante kwa rehema zako asubuhi ya leo, asante kwa huruma zako asubuhi ya leo. Ninazitangaza rehema zako kwa damu ya yesu Kristo. Ninaomba rehema juu ya siku yangu ya leo kwa damu ya yesu kristo na kwa jina la yesu Kristo, ninaomba rehema kwenye asubuhi yangu, ninaomba rehema kwenye mchana wangu, ninaomba rehema kwenye jioni yangu, ninaomba rehema kwenye usiku wa leo. Bwana Yesu, asante kwa rehema zako Bwana. Ninazitangaza rehema zako asubuhi, maana ni mpya kila siku asubuhi. Ninazitangaza rehema zako kwenye maeneo yote ya maisha yangu Bwana. Ninatangaza rehema kwenye siku yangu ya leo, ninatangaza rehema Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Ee Bwana, ninazatangaza rehema zako, ninatangaza rehema zako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Kila pando usilolipanda wewe baba yangu, ninaling'oa katika jina la Yesu Kristo. Kila pando usilolipanda wewe baba yangu, ninaling'oa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninang'oa kila Alipandu, alipandu, yule mwovu ibilisi nikiwa nimerara katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, mapando yote ya uharibifu, mapando yote ya uovu, mapando yote ya kukataliwa, mapando yote ya kuninyima kibali, ninayangoa in the might name of Jesus, ninayangoa katika jina la Yesu Kristo, ninangoa kila pando usilolipanda Bwana, ninangoa kila pando la uharibifu. katika jina la Yesu Kristo, ninazitangaza rehema zako, ninatangaza rehema zako, ninatangaza rehema zako e Bwana, rehema zako ninazitangaza, ninazitangaza rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ninakutukuza Bwana, ninakutukuza Bwana Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa rehema nyingi, Mungu wa kibali kingi, ninakutangaza Bwana

Asante Bwana kwa huruma zako na rehema zako. Zaidi Bwana, nakuja mbele zako, ninaomba Bwana uwepo wako na nguvu zako ninapoianza siku yangu ya leo. Siwezi pasipo we Bwana, siwezi pasipo nguvu zako. Hivyo Bwana, ninaomba uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Baba niongoze, nisaidie nitembee katika neema yako. Roho Mtakatifu, ninakukabidhi maisha yangu na mipango yangu, ninakukabidhi kazi za mikono yangu ninakukabidhi wewe Bwana, niongoze Yesu, nisaidie kutembea katika neema yako, nisaidie kutembea katika mkono wako. Ninakataa kutembea chini ya mawazo yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakukabidhi siku yangu ya leo. Yesu, ninakukabidhi mipango yangu yote, ninakukabidhi maisha yangu, ninakukabidhi hatua zangu, ninakukabidhi safari zangu, ninakukabidhi vinywaji na vyakula nta tutakavyoenda kuvitumia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakabidhi hatua zangu. Yesu, ninakabidhi maisha yangu, niongoze Bwana, nisaidie Yesu kwa mkono wako. Mimi siwezi jambo lolote, ninakabidhi kila kitu kwako, ninakabidhi kila kitu mikononi mwako. Ninakabidhi biashara yangu, ninakabidhi watoto wangu, ninakabidhi familia yangu, ninakabidhi kazi za mikono yangu, ninakabidhi kitu kwako, ninakungoja wewe Bwana, ninakungoja wewe Bwana, ninakungoja wewe Bwana Yesu, ukanikumbuke, ukanikumbuke Bwana katika mahitaji yangu, ukanionekanie Bwana, ukaniongoze Bwana, ukanitetee, ukanisimamishe, ukanisaidie Bwana kwa mkono wako na kwa nguvu zako, kwa maana Bwana Mungu kwetu sisi wewe ni kimbilio, Mungu kwangu wewe ni kimbilio kimbilio, niongoze Bwana, nisaidie Bwana, wewe ni nguvu na msaada unaoonekana wakati wa mateso. Bwana ninakuhitaji siku yangu ya leo Bwana, ninaomba ikajawe na nguvu zako siku yangu ya leo Bwana, ninaomba baraka zikamiminike kutoka pande kuu zote za dunia. Yesu, nisaidie. Bwana, nisaidie kutembea katika neema yako, naomba nikafanyike kuwa baraka, ninaomba nikafanyike kuwa neema, kibali chako kikawe juu yangu. Niongoze Bwana, niongoze Yesu. Ninaenda kinyume na kila roho zote za uharibifu zilizojipanga kuharibu siku yangu ya leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie, Yesu nisaidie. Ninafunika maisha yangu kwa damu yako takatifu, nafunika mipango yangu kwa damu yako takatifu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Baba nisaidie kutembea katika neema yako, nisaidie kutembea katika nguvu zako, nina ninakabidhi kwako Bwana, ninakabidhi familia yangu kwako. Ninasalenda Bwana maisha yangu kwako, maisha yangu ninayatoa kwako Bwana. Nitunze Yesu, nihifadhi Bwana, niokoe Yesu, nisaidie kutembea nuruni mwako, nisaidie kutembea katika neema yako. Nakabidhi kazi, kazi zangu Bwana, nakabidhi kazi yangu hii Bwana, ninakabidhi ofisi yangu hii Bwana, ninakabidhi biashara yangu hii Bwana. Yesu, ninaomba ulinzi wako, ninaomba neema yako, tembea pamoja nami. Ninakabidhi masomo yangu, tembea pamoja nami. Ninakabidhi maisha yangu na kila kilicho changu, Baba, tembea pamoja nami kwenye huduma zangu zote tembea pamoja nami, usiniache Bwana. Siwezi jambo lolote, siwezi namna yoyote Bwana. Niongoze Mungu wangu, nitetee baba yangu, kwa mkono wako na kwa nguvu zako. Ninajifunika kwa damu yako takatifu, ninafunika siku yangu yote ya leo kwa damu yako takatifu. Ninaleta vyakula na vinywaji vyote nitakavyovitumia kwa damu yako takatifu, ninavitakasa ninaleta vyombo vyote vya usafiri nitakavyovitumia ninavitakasa, e Bwana, kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo. Ninapotembea na kuinuka, niinuke katika neema yako. Ninaposimama, nisimame katika amani yako. Ninapokaa, nikae katika amani yako. Nifanyike kuwa baraka kwa watu, nifanyike kuwa baraka. Ninapokuwa kazini kwangu, kwenye biashara yangu, nifanyike kuwa baraka. Yesu ni hifadhi Bwana, nihifadhi mikononi mwako. Ninaomba ulinzi wako kwenye familia yangu, ninaomba ulinzi wako kwa wazazi wangu, ninaomba ulinzi wako kwa watoto wangu, ninaomba ulinzi wako kwenye ndoa yangu, ninaomba ulinzi wako kwenye biashara yangu, ninaomba ulinzi wako kwenye kazi za mikono yangu, ninaomba ulinzi wako Bwana Yesu, nihifadhi na kunilinda. Asante Bwana, kwa maana neema yako iko pamoja nami, maana ni neema yako Bwana, niko hivi, na neno lako linasema ya kwamba heli wote wanaokukimbilia wewe, kwa maana wewe Bwana ni nguvu na uweza wa maisha yangu. Asante Bwana kwa ajili ya maombi haya, sitaogopa kwa namna yoyote, kwa maana wewe Bwana uko pamoja nami nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike kamwe. Asante Bwana, asante Yesu. Sifa na heshima uweza na nguvu vina wewe, Mungu wangu. Ninakubariki, ninakutukuza, pekee yako unastahili. Asante Bwana, pokea ibada yangu hii Yesu, pokea ibada yangu hii Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen.